Moja kwenda eneo jingine. Ajabu yake unaweza ukala ugali lakini ukafunga roho. Sikia nimesema vizuri hapa. Nasema hivi, unaweza ukala chakula hiki kwa jinsi ya mwili lakini ukawa umefunga roho. Hiyo ya kufunga roho inahusisha kuhama eneo moja kwenda jingine. Ndio unasikia watu wanasema tunaenda mlimani, si ndio? Ile ndio ya kufunga roho ambayo unataka tu Roho Mtakatifu akuongoze kwa jambo fulani. Tuko pamoja. Lengo langu ni kusisitiza habari za kufunga nafsi ambayo tunazungumzia hapa ya kulisha nafsi ili uelewe kwamba, okay, unaposema kulisha nafsi unalishaje na ukifunga umeifungaje. Kuna kufunga nafsi sasa. Sasa nafsi ni kitu cha ja katikati, kati ya mwili ambao uko nje na roho aliyeko ndani. Kumbuka neno nasema aliye ndani yenu, aliye ndani yenu. Sasa mwili uko nje, ndani kuna roho yako, alafu hapa katikati kuna kitu kinaitwa nini? Nafsi. Nafsi inakula kwa kuona na kwa kusikia. Tuko pamoja? Kwa hiyo unaposema umefunga nafsi, maana yake kuna baadhi ya vitu umejizuia kutazama. Ndio maana kuna aina ya mfungo ambao unaweza ukakuzuia kutazama hata TV. Sio kwamba TV ni mbaya au itakuingiza kwenye dhambi. Ah, inakupa nafasi msukumo kwamba usikitazame hicho, elekeza macho yako mahali fulani, tuko pamoja? au unashangaa, hata kama ni nyimbo za injili kabisa za kwaya yenu siku hiyo ye ya mfungo, Mungu anasema ah, usizisikilize hizo, maanake Mungu anataka masikio yako yasikilize kitu fulani. Ndio maana Biblia inasema kwenye Danieli kwamba yule mfalme Daniel alipoona kwamba ameshindwa kumtetea Daudi na eh, Danieli kwamba asiingie kwenye tundu la simba. Biblia inasema yule mfalme siku hiyo alizuia wapiga vyombo wasije kumpigia vyombo usiku kwa sababu alikuwa na utaratibu wa kila siku kwamba watu wanakuja wanampigia mziki ili alale. Kwa hiyo wakiona wamehakikisha kwamba amesinzia wanaondoka. Sasa siku hiyo mfungo wake mmoja wapo aliyofanya ni kuzuia vyombo visije kwa sababu yeye moyoni ana maumivu na anatafuta mbinu za kumwokoa Danieli. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mifungo ya aina hizo tatu. Labda Mungu akinipa neema nitaendelea kidogo kidogo, kwa sababu kumbuke wetu pia ni maombi yak, ambayo mojawapo mbinu mojawapo ni ya kufunga. Sasa tunaposema kulisha nafsi, manake unaruhusu macho yatazame kitu fulani, kwa sababu nafsi inakula kwa macho, lakini pia unaruhusu masikio yako ya yasikiliza kitu fulani sasa kitu unachokifanya ili kufanikiwa, usiruhusu kila kitu uweze kukisikiliza, usiruhusu macho yako yaweze kutazama kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo ukivitazama badala vikutie moyo kwenda mbele vinakukatisha tamaa. Kuna baadhi ya sentensi ukizisikiliza badala zikutie moyo kusonga mbele na kazi, zinakatisha nini? Nehemia wakati ambao amepata zile taarifa, Biblia inasema akaketi, manake alitenga muda wa kutafakari na kulisha nafsi yake akitazama maono na fokasi ya Mungu kwamba kuna lazima ukuta ujengwe, ukuta uzunguke mji mzima, sio jambo dogo. Sikuambia vile vipimo jana, inakadiriwa, inakadiriwa ukuta ule kwenda juu ulikuwa ni zaidi ya mita nane mpaka 12. Yaani makadirio kwenda juu mita nane mpaka 12. Sijui kama mnaelewa sentensi ya mita nane mita nane, mita moja ni hatua moja. Tuko pamoja. Kwa hiyo ukuta ule kwenda juu ulikuwa ni hatua moja, mbili,